Sisi ni jimbo la Kianglika. Tofauti yetu na jimbo ambalo tumelitumikia na limetutesa sana na ambalo tunaliondoka, tofauti yetu ni moja tu. Tofauti yetu sisi, hatuitikii wanapoitikia wao. Wao wanaitikia Dodoma, si ndio? Wanaitikia Dodoma, si makao yao makuu? mm -hmm, yako hey, Dodoma. Unaposema wanaitikia Dodoma, maana yake makao yao makuu yako Dodoma tofauti yetu sisi, sisi hatuitikii Dodoma. Jimbo letu sisi linaitikia Marekani. Hiyo ndio tofauti. Kwa hiyo tumeleta uhuru Tanzania wa waanglikana kuamua. Wa bibilia inasema amueni leo mtakayemtumikia. Sisi tunasema amueni leo waanglikana, mtakapoitikia. Amueni, mpo huru na hakuna mtu yoyote atakee kufunga kambo kwamba huna huo hu. Watawadanganya, watawakotosha. Sasa wata nisikize kwa ma jimbo letu la Episcopal Anglican Province of Tanzania ni jimbo ndani ya Anglican Catholic Church. Sasa naona watu wameenda kufanya hiyo hawaelewi maanae na hatuelewi kwa sababu hata shule mlizoenda waanglikana wamewaficha historia ya kianglika, wamewapotosha na mmekuwa mkifikiri mnaujua uanglikana, kumbe amujui. Ni jimbo ndani ya uh, Anglican Catholic Church. Anglican Catholic Church ndiyo wamishonari Waliopanda uanglikana Tanzania miaka ya elfu moja na mia nane elfu moja na mia nane walipokuja katika ardhi na visiwa vya Tanzania, wakapanda uanglikana, walikuwa wakijulikana kipindi kile kama UMCA, UMCA, UMCA, UMCA ilikujaje? Wakati wa matengenezo ya kanisa la Roma na kanisa la Anglikana kuzaliwa wa Angli, kanisa la Anglikana lilijikuta limekwenda sana katika uprotestant, likajikuta limekwenda sana katika uprotestant, na uprotestant ukizidi sana unaacha misingi ya kibibilia na desturi uprotestant ukizidi sana na ndiyo kanisa la kianglikana lilivyokwenda sana katika uprotestant. Katika miaka ya elfu moja na mia nane, Anglo Catholic Church lilikuja kama kufanya matengenezo ya Uanglikana, kulirudisha kanisa la Anglikana katika misingi ya imani sahihi na desturi za Kianglikana katika ukatoliki. Sasa ukatoliki maana yake ni kanisa ambalo ni, ni moja ndani ya Kristo na liko kila mahali. Unaweza ukawa mprotestanti ukaanzisha kitu ambacho hakipo, ni chapo hakina misingi ile ambayo, kwa hiyo ndio maana ikaja Roman na Anglican Catholic kwa sababu akasema tumekwenda mbali sana, turudi katika misingi yetu ya, ya, ya, ya, ya ukatoliki ndio maana katika kanisa la Anglikana Tanzania kuna vitu viwili, kuna low church na high church. Sasa high church ndio wale ambao walileta uh, kanisa la Anglican Catholic Church miaka 1800 lielewa vizuri Anglican communion, kwa sababu kuna mpumbavu mmoja anawadanganya watu sehemu fulanio kwenye daosisi yake kwamba ili uwe mwanglikana ili uwe mwanglikana ni lazima uwe na communion ama uwe na yani, lazima uitikie kwa askofu wa Canterbury, kama uitikie Canterbury wewe sio mwanglikana. Anawapotosha watu na labda anaweza akapotosha aitaka kuwapotosha hata hajui theolojia. Mwambie nenda kwa baba askofu kuta akakufundishe theolojia. Canterbury Anglican communion ilikuja mwaka 1860. 1860 na, na ndiyo ilipo walipojaribu tena, wala haikuwa yote kwa pamoja, walipojaribu kuleta communion, maana yake ni kwamba ni kushirikia Communion, maana yake ni kushirikiana, ndio maana ya communion, kwa sababu waliona sasa, uh, yani, anyway, mwaka elfu moja mia nane Anglican Catholic Church ilikuwepo, kabla ya hapo. Kabla ya hapo Anglican Catholic Church ilikuwepo. Anglican Catholic Church ilikuja Afrika miaka elfu moja mia nane themanini na kitu, themanini na saba. Anglican Catholic Church ilikuwepo kabla ya hapo. Kwa hiyo hata kabla ya Anglican Communion ya Canterbury wanajaribu kuleta pamoja, sisi tulikuwepo Anglo Catholic naomba huyu mtu asikie vizuri sana labda tumpeleke msalato tena akasoma sasa na Anglican Communion ilikuwa ni, u, u, ni communion ya, ya, Ka, unajua Anglican Communion kama CCT unataka kuniambia leo mtu ama kanisa lisilokuwa pamoja na CCT sio kanisa ama kanisa ambalo haliko pamoja na CCT si wa Kristo Aiambie dunia aiambie Tanzania kwamba wale ambao hawako CCT si Wakristo katika Tanzania hii kama kupelekwa milele hmm. Munisikilize vizuri Anglican Communion ilipokuja, nimetoa mfano wa CCT manake ndio Anglican Communion ni muungano wa yani katika katika imani hmm ya Kianglikana. Anglican Catholic Church ilikuwepo kabla ya hapo na Anglican uh, uh, uh, Catholic Church uh, ilijaribu kuwa na uhusiano na kufanya kazi na Anglican Communion, lakini kwa sababu Anglican Communion ya Canterbury inaizungumzia, kwa sababu kuna Anglican Communion nyingine ya Dafcon. Anglican Communion ziko za aina nyingi katika dunia hii, haiko moja. Anglican Catholic Church ni conservative ambao hatutaki upumbavu wowote wa ushoga wala utoaji mimba. Sisi ndio wapinzani wakuu na ni wapinzani wakuu katika kanisa la Anglikana duniani na wapinzani wakuu katika mambo hayo, hata Marekani. Ukiona Marekani, zile movement za pro life na mambo mengine ambayo tunakataa, hata katika chaguzi, tuko mstari wa mbele kusema kwamba hatutaki kama wenzetu wa demokrati wanavyo wanavyoshabikia ushoga na utoaji mimba na vitu vya jisi hiyo, Anglican Catholic Church. Hmm. Kwa hiyo kama ni mtakatifu tumwambie huyu farao ambaye hana elimu, ushirikiano wake yeye na Canterbury ni ushirikiano wa ushoga na utoaji mimba. Na Canterbury ndio iko mstari wa mbele leo hii kubadili kitabu cha sala ili kiendane na lugha za mashoga. Kwayo, haya, kwa hiyo tunashukuru kwamba amewaambia ame waanglikana wa Tanzania kwamba yeye, yeye uhusiano wake yeye na Kentibari, ame yaani ni kama ni kitu cha kujivunia. Tunashukuru sana kwa kusema hivyo, kwa sababu sasa tunajua kwamba yeye anashirikiana na watu gani katika kanisa. Sisi hatuko. Kwa hiyo uongo unaozungushwa katika magrupu juu yetu sisi na ushirikiano wa mashoga. Na leo sijui ni siku ya ngapi, nasema hadharani kwamba sisi hatuko huko, na inasema hadharani. Yeye anasema katika magrupu kisirisiri, asimame katika television na aseme kwamba ashirikiane na mashoga. Na nawahakikishieni kwamba huyo mtu ambaye hajaenda shule hawezi kusimama hadharani na kusema yeye ashirikiane na mashoga, kwa sababu anashirikiana na mashoga Kwayo niko hapa ku, ku, kuweka story straight. Na kwa sababu ameanzisha huu mjadala atajibiwa ipasavyo. Kauanzisha na katutaja sisi kwa jina, nitamjibu ipasavyo. Hilo ni la <laughs> kwanza. Kwao sisi ni Anglican Catholic Church, ndugu zangu, sisi ni wasafi na sisi ndio watakatifu katika Uanglikani. Na sisi ndiyo sababu ya Gafcon, tulipiga kelele na Gafcon wakasikia. 90 percenti ya maaskofu wote wa Kianglikana walipokwenda Lambeth ya 2022 waliujivua uhusiano wake na askofu wa Canterbury, huyu farao anayesema kwamba ili uwe mwanglikana lazima ushirikiane na shoga wa Canterbury. Nataka na awambie Watanzania, maaskofu wenzake ambao walisusia Kentibari, wao pia si wa Anglikana. Aiambie nyumba ya maaskofu wenzake kwamba wale waliosusia Kentibari kwamba na wao si wa Anglikana, na kama asipoweza kusema hivyo, anyamaze mpaka kufa, kwa sababu ni mzushi na ni Mepata skofu ambaye hana time na nonsense za kupotosha watu. Sina time na kupotosha watoto wa Mungu, kwa sababu tu unataka kuendelea kuwanyonya na kuwafunga katika minyororo ya shamba lako ya la utumwa. Sina time hiyo, kwa hapo nimeweka nime, nime record straight. Sisi ni Anglican Catholic Church. Jina letu hapa tu Episcopal Anglican Province of Tanzania ni jina tu la kiusajili. Lakini ni jimbo ndani ya Anglican Catholic Church. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Episcopal Anglican Media. Maisha yanayohubiri